Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameitaka jamii kuchukua tahadhari kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya ukimwi na kufikia elfu sitini kila mwaka. Katika hotuba yake makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025 2026, waziri mkuu ametaka umakini zaidi ili kupunguza kiwango hicho cha maambukizi. "Mheshimiwa Naibu Spika, kiwango cha maambukizi mapya ni watu elfu sitini kila mwaka ambapo vijana wanaopata VVU maambukizi ni takribani asilimia 34.3, ya maambukizi mapya. Nitoe rai kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari, kwa kuwa ukimwi bado ni tishio kama takwimu zinavyoonyesha, amesema. Serikali itaendelea kuratibu shughuli za ukimwi kwa kutoa huduma endelevu na stahimilivu kwa waviu, uimarisha mfumo wa udhamini wa ukimwi ili uweze kufanikisha malengo ya nchi katika kutokomeza ukimwi ifikapo ishirini na thelathini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026 serikali itaendelea kuratibu shughuli za ukimwi kwa kutoa huduma endelevu na stahimilivu kwa wavivu, kuimarisha mfumo mfuko wa udhamini wa ukimwi ili uweze kufanikisha malengo ya nchi katika kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Lakini pia tumeweka msukumo, tutaweka msukumo katika kupunguza maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Tutahamasisha mabadiliko ya tabia katika jamii ili kupunguza maambukizi mapya ya VVU. Na tatizo la maambukizi ya dawa kulevya duniani limeongezeka hivyo kuiathiri Tanzania, ambapo waziri mkuu amesema serikali itaendelea kuweka mikakati madhubuti kukabiliana nalo. Tatizo la matumizi ya biashara na dawa kulevya nchini na duniani kwa ujumla limekuwa likiongezeka na kusababisha athari nyingi kwa wananchi hususani kwa kikundi kwa kundi la vijana. Hivyo basi udhibiti wa dawa za kulevya ni muhimu ili kulinda vijana ambao ni nguvu kazi yetu ya taifa inayoathirika zaidi. Pia ni muhimu katika kuongeza afya ya jamii kwa kupunguza uratibu, e, uraibu na matumizi ya dawa ya kulevya, lakini vile vile kuongeza amani na usalama kwa kupunguza uhalifu pamoja na kuimarisha sifa ya taifa letu kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, Serikali katika mwaka wa fedha 2025/26 itaendelea kuweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha malengo ya kudhibiti na kutokomeza dawa za kulevya yanafikiwa kwa kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya, kupunguza madhara yanayosababishwa na utumiaji wa dawa za kulevya, kutekeleza afua za kupunguza upatikanaji wa dawa za kulevya nchini na kuboresha ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Kuhusu Bandari ya Dar es Salaam, Majaliwa wametaja mafanikio mbalimbali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 Ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake inaliomba Bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 595 milioni 291 laki 624 elfu, kati ya fedha hizo shilingi bilioni moja themanini na tatu milioni mia, milioni mia nane ishirini na moja elfu na elfu kumi ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida <clears throat> na shilingi bilioni mia nne kumi na moja milioni mia nne sabini laki sita na kumi na nne elfu ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile naliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 186 milioni 793 laki 685 elfu kwa ajili ya mfuko wa bunge letu. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 174 milioni 960 laki tatu na elfu tatu kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 11 793 382,000 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Zetu ni Mkwama, Daily News Digital. Daily News.